Kwanza leo ni siku njema sana ambapo kiongozi wa kitaifa, waziri wetu wa viwanda na biashara, Mheshimiwa Selemani Jafo ameweza kutembelea kwenye kilele cha Mlima Liganga. Huu ndio mlima wenye chuma ambacho Watanzania wote imekuwa ni ndoto yao ya matumaini ya kwamba ipo siku itafanya mapinduzi ya viwanda kwenye taifa hili. Hivyo nikiwa kama mkuu wa wilaya suala so, la kwanza ni kwamba kupitia uwekezaji unaofanyika hapa iko asilimia ambayo itakuwa inaenda kwenye halmashauri yetu ambayo itakuwa inawezesha wananchi wa wilaya ya Ludewa, lakini pia ziko ajira za moja kwa moja zitapatikana kwenye wilaya yetu ya Ludewa ambapo wananchi wa Ludewa watanufaika pamoja na Watanzania wote, lakini ziko ajira zingine ambazo sio za moja kwa moja, ziko fursa mbalimbali zitapatikana. Ujio wa uwekezaji huu wa chuma pamoja na makaa kule Mchuchuma ina kuja kuchagiza upatikanaji wa fursa za wajasiriamali wakubwa pamoja na wadogo ikiwemo mmantirie lakini pia ujasiriamali kupitia shughuli za usafirishaji na mwingineo. Kwa hiyo matumaini ya wilaya ni kwamba wilaya yetu itaanza kuwa na mapato makubwa kuliko mapato ya wilaya nyingine kutokana na uwekezaji mkubwa unaofanyika hapa, lakini kijumla ni kwamba wilaya Ludewa ndio iliyobeba matumaini ya maendeleo ya viwanda nchini, kwa sababu hakuna kiwanda ambacho hakihusishi chuma. Kwa hiyo shughuli zote za viwanda nchini, yawezikaa tulikuwa tunazizungumza, zinakuwa ni ngumu kuendeleza viwanda, kwa sababu ya kuagiza matirio ya kutengenezea vifaa vya vifaa vya kutengenezea mitambo kutoka nje ya nchi. Lakini leo hii, kwa sababu tunaenda kuyeyusha chuma hapa hapa nchini, kinaenda kutuinua kwenye shughuli zetu za viwanda wa watengenezaji wa mashine, hata taasisi zetu za viwanda vidogo kama SIDO wataweza kukasti na kufabricate mashine ambazo zinaweza kutumika kwa ajili ya shughuli za viwanda. Kiwanda chochote kile ulimwenguni, kiwe ni cha plastiki, kiwe ni cha vioo, kiwe ni cha kutengeneza matili yoyote, kinahitaji chuma, na chuma sasa hivi kipo hapa. Shughuli ya ujenzi wa viwanda nda nchini imekuwa ni kama ndoto ya wengi, lakini wavunja huwe na watu moyo kwa sababu ya gharama kubwa ya upatikanaji wa chuma, lakini chuma sasa hivi kinaenda kupatikana chini hivyo, hivyo tunategemea kabisa Tanzania, jumuiya mzima ya Afrika Mashariki itanufaika kupitia chuma hiki, na kwa wakazi wa Ludewa wawe tayari kwa ajili ya kupokea uwekezaji. Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imeshamaliza tayari jukumu lake la kufanya negotiation na wawekezaji. Kwa hiyo ndani ya wilaya Ludewa tuko tayari kwa ajili ya kupokea au wawekezaji wanaokuja, na tuko tayari kuzifuata fursa zilizopo kupandisha maisha ya mtu mmoja mmoja. maa Samia oye! Uchumi wa viwanda oye! Liganga na Mchuchuma oye!